Wakasema ya kwamba kuna watu hamsini na tano yes, ambao mpaka sasa hawajulikani walipo, walipotea. Inaitwaga forced disappearance, ni kama walikuwa abducted. Hao watu walikuwa wametekwa nyara, mpaka saizi hawajulikani walipo. Watu hamsini na tano mm, hao bado mpaka sahizi still missing mm. Sasa rais anatoa hakikisho kwa taifa kwamba watu wote ambao walikuwa wametekwa nyara, watu wote ambao walikuwa wamepotea wamerejeshwa kwa familia zao. You know what I hope, Luchivya. Natumai ya kwamba vyombo vya habari vitaweza kufuatilia madai haya ya rais kwa Ndio. sababu kwa sasa ni madai Ndio. wakuje kutuonyesha kweli huyu mtu alikuwa amepotea, ndo huyu amerudi ako nyumbani kwao. We want to see if really kitu ambayo rais amesema ni ukweli, ama amezungumuza tu vile anazungumuzanga kawaida. Ndio na hizi mahakikisho and I want to assure you, ndio tunaambianga rais, rais tulia, afadhali hata useme investigations are underway kwanza. Yeye kusema ya kwamba hawa watu wamerudishwa na itawahi kufanyika tena, why did it even happen in the first place Under your administration. Ndio. why did it happen? Kwa sababu akizungumuza hivyo, it almost sounds like he was aware Ndiyo. ikifanyika, he was aware of what was happening So, kwanza why did it happen? Na wewe rais, vile unaongea una uko na uhakika kweli kweli kweli ya kwamba kila mtu ambaye alipotea Ndiyo. wakati ya hii mambo ya, ya maandamano ya kwamba wote wamerudi kwa familia zao, ningependa vyombo vya habari vifuatilie viende kwa familia za hawa watu ambao walipotea, tuone kweli hawa watu walirudi manyumbani kwao. Ndio sasa tungependa kusikia sauti ya mwananchi, yes. kama unaamini haya ambayo rais ameyasema ya kwamba watu wote ambao walikuwa wametekwa nyara walishaachiliwa wakarejeshwa kwa familia zao, hmm.